baadhi ya mashekhe walikuwa wakijadiliana kuhusu masala ya kumuingilia mkeo kinyume na maumbile, na wakawa wanazungumzia aya inayosema ni saukum harthun lakum faatu harthakum anna shitum, kwamba mwanamke ni shamba. Je, ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hini amesema kwamba mwanamke ni shamba? Hii ndiyo halka yetu ya leo tutakayoizungumzia, lakini mwanzo tutasikiza maneno ama tafsiri waliotafsiri baadhi ya mashekhe, na ni tafsiri ambayo kwamba imeenea na ndiyo tafsiri ambayo kwamba inayojulikanwa kwamba ni saukum harthun lakum, maana yake kwamba wanawake ni mashamba yenu. Kwa hivyo tutasikiza hizi klipu ili kuthibitisha kwamba ni kweli wanasema kwamba wanawake ni mashamba yenu, kisha tutasahihisha, kwa sababu hatufai kumpa sifa Mwenyezi Mungu ambayo sio sifa yake. Hii ni sifa ya mwanadamu. Kwa hivyo tusikizeni, alafu tuendelee na halka yetu. nisaukum harthu lakum, wake zenu ni makonde yenu

Wa yaqulu aydan afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuamrisha kwamba tuwe ni wenye kutadabar kitabu chake, tuwe ni wenye kutadabar maneno yake, na hii ni amri ya kila mmoja wetu, wala sio amri ya watu mahsus la, yani sio kwamba wanavioni wao ndo wanafaa watadabar nyinyi ni kufuata tu la abadan, kila mmoja wetu. afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mwenyezi Mungu anauliza hamuzingatii Qur'an kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. am ala qulubin aqfaluha, ama katika akili zao zina makufuli, yani hazisikii wala hazielewi chochote. Na Mwenyezi Mungu ametupa akili ili tuitumie akili kama ile Sio akili kama ile. Wewe umepewa akili lakini wamwacha mwengine ndo afikirie kwa niaba yako wewe, la abadan. Na Mwenyezi Mungu anatuambia, afala yatadabbaruna alqurana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Na pia kwenye aya nyingine anatulazimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala tuwe ni wenye kuyazingatia maneno yake na kuyafahamu maneno yake. Kwa nini Mwenyezi Mungu anakariri afala yatadabbaruna alquran? kwa sababu Quran ni ilmu, ni khitabullah. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, anazungumza na yule aliyompa akili. Kwa hivyo ni ilmu, hii Qurani ni ilmu, sio maneno tu ya kawaida mtu atafsiri anavyotaka yeye, la, ni ilmu iko na kaida zake, na tumezungumzia kaida zake, ambayo kaida asasi ya kwanza ni inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kwa hivyo na ambayo ni kaida karibu ya sita Hizo kaida ndio zitakufanya wewe ufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu, na kaida kama hizi hazikuwekwa na mwanadamu, bali zimo ndani ya Qur'an, ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yule aliyetuletea hicho kitabu ndio ametuwekea hizi kaida ili tupate kufahamu. Kwa hivyo maneno ya Mwenyezi Mungu ni ilmu, lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmihi, hii ni ilmu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ilmu yoyote lazima iwe na kaida, iwe na mpangilio. Kwa hivyo maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni maneno ambayo kwamba ya ilmu ni lazima uzame ndani, innama yatadhakkaru ulul albab, wale wenye kutambua ni wale ambao kwamba wenye kuzama ndani ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ili wapate kufahamu nini Mwenyezi Mungu ameharamisha, nini Mwenyezi Mungu amehalalisha, jambo gani Mwenyezi Mungu ametuamrisha, ili usiwe ni mwenye kuharamisha jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amehalalisha ikiwa hutadabbar utakuta umehalalisha jambo ambalo Mungu ameliharamisha, ama unaharamisha jambo unaharamisha jambo Mwenyezi Mungu amelihalalisha, ama ukahalalisha jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu ameliharamisha, ama ukaamrisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu hajaliamrisha. Kwa hivyo ni lazima tutadabbar Qur'ani, na sisemi kwamba wale walio tadabbar Qur'ani basi inatosha la kila mmoja wetu na huu ndio ugonjwa ama makosa ambao kwamba tulionayo sisi. Tumewata al-awalin ambao waliopita wao, ndo manake tafsiri Qurani imetafsiriwa pengine karne ya pili hijiria, ndio kumeanza kutoka tafsiri Qur'an ama ya tatu. Lakini sasa utakuta sisi sote mpaka tulioko karne ya 21, mtu akitaka kufahamu aya anarudi kwenye tafsiri ya Ibnu Kathiri na Qurtubi na wengineo. Yaani ndugu Waislamu, hivyo sivyo. Wao walifahamu Qurani kulingana na fikra walizokuwa nazo zama zao, na fikra ya mwanadamu inakuwa fikra ya mwanadamu hairudi nyuma, bali inasonga mbele. Kenya tulonayo ya 1950 siyo Kenya ya leo 2025. Tanzania ya 1950 siyo Tanzania ya 2025. Ama vijana waliozaliwa 1950 ni tofauti na vijana waliozaliwa 2025. Kwa hivyo fikra ya mwanadamu inakuwa hairudi nyuma. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndo anatutaka sote, hii ni khitabun ami ya kila mmoja wetu, afala yatadabbaruna alquran sote tuwe ni wenye kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu ili tupate kufahamu anazungumza nini Mwenyezi Mungu. Na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala sio kwamba ni maneno tu ya hivi hivi, la, ni maneno ahkama ayati. alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Kwa hivyo haya siyo maneno ya mshairi, wama huwa biqauli sha'ir maneno ya Mwenyezi Mungu sio maneno ya mshairi la, ni maneno ahkama ayatihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo leo tutaangalia je, nisaukum harthun lakum. Hii ni aya ambayo kwamba iliyomo ndani ya Qur'an inayosema nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum annashit. Je, aya hii inazungumzia kuhusu mwanamke ama inazungumzia kuhusu kitu chengine? Hii ndiyo mada yetu ya leo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndani ya kitabu chake ametaja kilma cha annisa na kilma cha annasia. Nasia kilma nisa huwa inakuja kwa jamu imraa, yani wanawake. Lakini sio kwamba kilma cha nisaa katika kila aya iliyokuja na kilma cha nisa ni jamu imraa huenda ikawa ni jamu imraa na huenda ikawa maana nyingine, yani Mwenyezi Mungu amekusudia jambo lingine wala sio wanawake. Ni kama mfano wa kilma cha nasia. Mwenyezi Mungu ameleta kilma cha nasia ndani ya Qur'an, na ndiyo Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, katika sura Tauba aya ya 37 amesema inama nasiu ziyadatu fil kufri, ila akhir al aya. Mwenyezi Mungu hapa ametaja kilima cha nasiu. Nini maana ya nasiu? Maana ya nasiu mtapiga mfano kulingana na aya kama hini aliyozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innama nasiu ziyadatu fil kufr. Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hini anazungumzia wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameweka miezi, mwaka una miezi 12 inna iddatashuhuri shuhuri inda Allahi 12 shahran mwaka una miezi kumi na mbili na Ramadhani lazima mfano Ramadhani ni lazima ije kwa kila baada e, kati ya miaka ya miezi hini kumi na mbili katika kila miezi kumi na mbili lazima kupatikana na Ramadhani. Sasa wewe baada ama watu baada ya miezi kumi na mbili wao wakaona kwamba mwezi huu wa Ramadhani umeingia wakati wa jua kali kwa hivyo sisi tunaona tutaakhirisha, tutafunga mwezi unaokuja ambao utakuwa hakuna jua. Kwa hivyo wewe, hapo, umezidisha miezi ni kumi na mbili. Kwa hivyo Ramadhani inatakikana iweko katika ile miezi kumi na mbili lakini sasa umezidi mwezi, umekuwa mwezi kumi na tatu. Kwa hivyo hapa innamannasiu ziyadatun fil kufri, yani wewe umekufuru ile miezi ambayo kwamba aloiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na ukaakhirisha, yani ukachelewesha kwamba tutafunga mwezi unaokuja ambao mwezi unaokuja imeingia miezi kumi na tatu, na Mwenyezi Mungu atuambia mwaka una miezi kumi na mbili. Hiyo ndio maana ya inama nasiu. Nasiu ni akhara taajjala, yani umechelewesha. Yani katika lugha ya Kiarabu tunasema nasi albeii, yani ayajala albay'i yani, hakulipa kashi yule mtu, bali amelipa baadaye. Hiyo ndo maana ya nasi. Kwa hivyo, tutaangalia baadhi ya aya ambazo kwamba zilokuja na kilma cha ja anisa, lakini haimaanishi jamu imraa haimaanishi kwamba ni wanawake kwenye Suratu Ali Imran aya ya kumi na nne na baadhi ya tadabbur, Qur'an haitaki hata elimu la ni akili tu. Ukitumia akili utajua wa wazi kwamba hapa Mwenyezi Mungu hakukusudia jambo hili, amekusudia jambo lingine kama tutakavyoona aya kama hili. Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Ali Imran aya ya 14. Mwenyezi Mungu anasemaje? Anasema, anasema zuiina linnasi. Hapa pashike, zuiina linnasi, anasi ni kina nani? Ni watu watu ni kina nani? Mwanamume ni katika anasi, mwanamke ni katika anasi, mtoto mdogo wa miaka miwili ni katika anasi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema zuyina linasi, wamepambiwa watu hubu shahawati minan nisai, yani mapenzi ya shahwa minan nisai, kutoka kwa wanawake. Vipi itakuwa kutoka kwa wanawake? Na hapa Mwenyezi Mungu amesema zuina linasi wamepambiwa watu, ambayo watu kama hao ni mume, ni mke, ni mtu mzima, ni mtoto mdogo, ni mtoto aloma na umri alobalighi, wote hawa ni katika nasi. Vipi Mwenyezi Mungu asema zuina linasi, wamepambiwa watu hubu shahawati minan nisae, mapenzi ya shahwa kwa mwanamke, vipi yaani watu wameingia mwanamke pia. Kwa hivyo mwanamke amepambiwa mapenzi ya kumpenda mwanamke mwenzake, ama mtoto mdogo ana mapenzi ya eh, hubu shahwati, ana mapenzi ya shahwa ya kumpenda mwanamke haingiliani. Kwa hivyo hapa tu ukitumia akili yake utajua kwamba Mwenyezi Mungu hapa, minanisai, haikuja kuhusu ni mwanamke. Kisha endelea aya, zuyina linnasi hubu shahwati minanisai walbanin walbanini ukitafsiri watoto wa kiume, kwa hivyo waliopambiwa hubu shahawati, watu wamepambiwa hubu shahawati, e, min albanin ukitafsiri na watoto wa kiume haingiliani. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo kwamba ni akili tu ukitumia, hata haitaki ilmu, la akili yako tu, ukiwa utaifungua uitoe katika ile makufuli ambayo ni makufuli ya takdisil aba ya inna wajadna aba ana ukijitoa tu hapo utafahamu kwamba hapa kilima cha anisa hakizungumzii kuhusu mwanamke. Kwa hivyo kinazungumzia nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ni yote, ambapo mwisho wa aya anasema dhalika mataul matau lhayati dunya. Mwenyezi Mungu anasema zuina linasi linasi, tumesema kwamba ni wote hubu shahawati minan nisai mapenzi ya shahwa minan nisai. Nini maana ya kilma cha annisai hapa? Hilo ndilo jambo ambayo kwamba haiwezekani kuwa ni mwanamke hapa hapa. Annisa inatokana na kile neno ambalo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alilolitaja katika Qurani ambayo tulisema ni aya ya 37 Suratu Toba innama nnasiu Yani kitu ambacho kwamba kitakuja baadaye. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu subhanah wa Ta'ala hapa anazungumzia na kitu ambacho kwamba kitakuja baadaye, yani kwa kizungu tunasema kitu latest, yani kitu kipya kilokuja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anasema zuyi na linasi na hii ni kitu ambacho kwamba reality sote tunakiona, aya kama ini ni reality. kila mtu anakiona Mwenyezi Mungu anasema zuina linasi hubu shahawati minan minanisai, wamepambiwa watu, mtoto mdogo, mtu mzima, mume mke. Hubu shahawati mapenzi ya shahwa, minanisai kutokana na kitu chochote ambacho kwamba ni kipya, kitu chochote ambacho kwamba ni latest, kitu chochote ambacho kwamba kimekuja baada ya Qur'an. Hiyo ndio maana ya anisa, kwa sababu masdar nasaa huwa nasiu. Masdar nasaa huwa nasiu, na nasiu ni kuchelewesha kitu kwa kutaka wewe, yani wewe umekusudia ume kuchelewesha kitu. Na kuna masdar nusia ambayo kwamba huwa nisa. Nusia ni fi'lu lilmajhuli na siku zote fiilu al-majhuli inapokuja ndani ya Qurani ni kitu ambacho kwamba kitafanyika tabiiya, yani natural, sio kwamba mtu anaazimia kukifanya. Kwa hivyo masdari ya nusia ni annisa, huwa annisa. Kwa hivyo kilma cha annisa inamaanisha ni kitu ambacho kwamba kiliokuja baadaye, lakini sio kwa sisi kukusudia, kwa sababu ni nusia. Hatukukusudia, ni natural Mfano mobaili mobaili ni kitu ambacho kwamba kilikuwa hakiko zamani, kika tukakivumbua, lakini sio kwamba tumetaka sisi tumekichelewesha sisi maksudi, la ni kitu tumekivumbua, ndio masdari ya nusia huwa anisa. Kwa hivyo anisa hapa ni kitu chochote ambacho kwamba tulikivumbua baada ya kuteremshwa Qur'an, maana ya ya nusi ya anisa maana yake ni kitu chochote latest, maana anisa hapa ni kitu chochote kipya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema zuyina linasi hubu shahwati minan nisa, sote tuko na hubu shahwa, mapenzi ya shahwa ya kitu chochote kipya. Wewe angalia mtoto mdogo tu wa mwaka mmoja miezi sita miezi saba, umwachie mobile uone hata kama alikuwa alia vipi lakini mwashie mobile pale, utaona mtoto kama yule ametulia nayo, acheza na ile mobile. TV, mwashie TV mtoto mdogo alikuwa akilia, lakini mwashie TV utaona amekaa. Na sisi pia watu wazima, mtu utaona amekaa masaa mawili na mobile, yeye ashughulika na mobile ama TV. Kwa hivyo kitu chochote kipya, kuna wale ambao kwamba wanaopenda magari, gari likitoka latest, yeye ndio analolitaka gari kama hilo latest kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala maneno kama haya ni maneno waki reality waiiiai zuyina linasi hubu shahwati minan nisai. Hiyo tuna, tuko na hubu shahwa mapenzi ya shahwa ya kitu chochote kipya. Utaona mtu kitu kipya kikitoka anataka kile kipya kile, cha zamani hana haja nacho. Haya ni maumbile. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala asema kwamba tumepambiwa hivyo hubu shahwati minan nisai. Kutokana na kitu chochote mustajidati walbanin. Walbanin si watoto wa kiume, kulama nabnihi yani shirk. Eh, kampuni umejenga, tengeza kampuni hiyo, imeingia kwenye walbanin. Kitu chochote hata usra, kujenga usra pia imeingia katika min albanin walqanatir almuqantarati min aldhahabi walfidda walkhayl almusawamati walan'ami walharthi Hivi vitu vyote vilivyotajwa hapa, Mwenyezi Mungu asema dhalika mataul hayati dunia. Mataa yani things, ni vitu vya uhai wa dunia. Mwanamke sio kitu cha, cha uhai wa dunia. La, mwanamke ni kiumbe ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amekiumba na akakitukuza, kiumbe kama hicho. Kwa hivyo vitu vyote alivyotaja Mwenyezi Mungu hapa ni vitu walharthi Tumekuta hapa Mwenyezi Mungu ametaja wal harthi. Wal harthi ni nini? Kullu ma nantafiu bihi, maana al harthi, dalala ya al harthi ndani ya Qur'ani ni kullu ma nantafiu bihi, ni kila kitu ambacho kwamba ukikifanya kwa unanufaika nacho. Mobile hii ni al harthi, hii ni al harthi, nantafiu bihi yaani, ukiitumia unanufaika. Kalamu nayo, hii ni al harthi. Kwa hivyo anisa hawezi kuwa ni al-harth, mwanamke sio al-harth. Kwa hivyo tumeelewa aya kama hii ni Mwenyezi Mungu mwisho akasema dhalika mataul hayati dunia, hivyo ni vitu vitu madhi, vitu madhi vya uhai wa dunia, yani havikufaidishi chochote na kesho akhira. Kwa hivyo aya kama hii ni Mwenyezi Mungu hazungumzii kuhusu mwanamke. Kwa hivyo tuingie katika aya ambayo kwamba tuko nayo ambayo ni mada yetu ya leo Am, aya yenyewe nisa, ukum, harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tu. Mwenyezi Mungu aliposema nisa ukum hamaanishi wanawake. Mwenyezi Mungu anamaanisha kullu mustajiddat, kila kile kitu kipya, kila kila kitu ambacho kwamba ni latest, hicho ni halali kwenu nyinyi. harthun lakum yani, faidikeni na kitu kama hicho nisaukum harth. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadan hawezi kumsifu mwanamke ama kiumbe kwamba ni harth. La, harth ni kitu ukikitumia unapata manufaa. Harth ni kitu chochote unachokitumia na ukapata manufaa ndani yake, hiyo ni harth. Gari ni harth, gari tunalitumia tunapata manufaa ndani yake, kwa hivyo ni harth ardhi ni harthi nahruthu lardh, tunaitumia ardhi tunapata manufaa. Lakini mwanamke laisa biharthi, mwanamke sio harthi, sio kitu unakitumia unapata manufaa ndani yake. La, abadan, mwanamke siyo harthi. Mwanamke ni kiumbe kama wewe mwanamume, umeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanah wa Ta'ala, na ukawa ni mwenye kutukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanah wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu si mshairi. Unaposema kwamba mwanamke ni shamba, wewe unamtia Mwenyezi Mungu kwenye sifa za mwanadamu. Haya ni maneno ya washairi. Mshairi ndo atakwambia nisau nisau ul harth, nisau hiya al harth, kwamba mwanamke ni shamba. Haya ni mambo ya katika ushairi, lakini Mwenyezi Mungu anasema ma huwa biqauli shair, haya sio maneno ya kishairi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hawezi kabisa kumsifu mwanamke ati ni shamba la, la, la. Nisaukum harthun lakum yaani nisaukum kitu chochote, chokuja, chochote ambacho kwamba kinachokuja kipya baada ya kuteremka Qur'ani, chochote kina-mnachokizua kipya na mkakitumia kitu kama kile kikaleta manufaa, fahuwa harthun lakum. Nisaukum harthun lakum, kila kitu kipya ni halali kwenu nyinyi harthun lakum, kwa hivyo mkikitumia kitu kama hicho mnapata manufaa ndani yake. Kwa hivyo fa'atu harthakum anna shi'tum yani kaifa ma shi'tum, yani tumieni mtakavyo. Mobile ni, ni kitu um, ah, katika nisa. Kwa hivyo tumieni mtakavyo, magari tumieni mtakavyo, ndege tumieni, fa'atu harthakum anna shi'tum, yani hivyo vyote ni halali kwenu nyinyi. Kisha lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea akitwambia waqaddimu lianfusikum anfusikum wattaqullaha wa'lamu wa wa annakum mulaqu. Yani Mwenyezi Mungu, mwisho wa aya kama hii ni baada ya kutuambia kwamba ni halali kutumia vitu vyovyote ambavyo kwamba ni latest mmevivumbua, Mwenyezi Mungu anatuambia lakini tumche Mwenyezi Mungu. Yani hii mobile ambayo kwamba uko nayo mkononi uitumie vizuri Sio tukue picha za watu ambao kwamba wenyewe wamekaa private, ukaenda ukazitoa picha kama hizo, ukawapiga picha na ukazitandaza eh, kwenye mitandao, la hapo utakuwa umefanya kosa, hapo itakuwa umefanya jambo am, ambalo kwamba la kumkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu anatuambia waqaddimu li anfusikum wattaqullah. Yaani hizo zote mustajidati, hivyo vyote vitu ambavyo kwamba ni latest, niloambia kwamba ni halali, vitumieni mnavyotaka nyinyi, lakini mujue kwamba kuna Mwenyezi Mungu, yani vitumieni kwa njia ambayo kwamba ni ya sawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwenye aya hini, haina mafungamano kabisa na mwanamke, bali aya kama hiini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anazungumzia kila kile kitu ambacho kwamba ni kipya tumekivumbua hicho ni halali kwenye ninyi kitumieni vile mnavyotaka kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kumsifu mwanamke kwamba ni shamba la abadan, wala hawezi kumsifu mwanamke kwamba ni kitu, kwamba joku, la, ni kitu ambacho kwamba cha mataul hayati dunia. La, mwanamke ni ana a, katika dini ana hukumu na yeye. Tukiambiwa kwamba kuswali ni, kuswali, ni mume na mke. Kufunga ni kufunga ni mume na mke Maamrisho ya Mwenyezi Mungu ni mume na mke. Maadamu yeye wamwamini Mungu na mtume, basi ni lazima afuate maamrisho. Kwa hivyo mwanamke ni kiumbe kama vile mwanamume, sio mataul hayati dunia. Mataul hayati dunia ni vitu ambavyo kwamba tutaondoka na tutaviwata hapa, hapa hapa hapa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin mpaka ila akhiri akasema, dhalika mataul hayati dunia. Hizo ni vitu ambavyo kwamba vya uhai wa dunia. Kwa hivyo aya kama hii ni sa hukum harthun lakum, ndugu Muislamu, haizungumzii kuhusu mwanamke bali inazungumzia kuhusu vitu vyote ambavyo kwamba ni mustajidati, vitu ambavyo kwamba ni vipya, vitu ambavyo kwamba tumevivumbua baada ya kuteremshwa Quran. Kwa hivyo ndugu Waislamu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, tusome kwa macho yetu na tufahamu kwa akili zetu. Baba zetu wao walifahamu kulingana na fikra walizokuwa nazo na ufahamu waliokuwa nao, na ufahamu unatofautiana na fikra zinatofautiana. Kwa hivyo tusiwabebeshe mzigo. Mwenyezi Mungu ashatwambia afala yatadabbaruna al-Qur'ana, sote tumeamrishwa tuwe ni wenye kuzingatia Qur'ani, lakini la utakuta watu bado wameshikana na yale walosema mababa zetu na yale wanaoyafuata mababa zetu na sisi tumekuwa ni wao kama hao nambali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatwambia ndani ya Qur'an, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo alotuumba na yeye ndo anafahamu mwanadamu na anafahamu kile alichokiumba Mwenyezi Mungu anasema, wa idha qila lahum ittabi'u wa ma anzala llahu, wakiambiwa kwamba fuateni anayasema Mwenyezi Mungu, wao husema sisi tunafuata ya mababa zetu. Na wengi wetu ni hali ndio ilivyo, mtu ukimwambia hapa, huu ufahamu wake ni hivi, la, la, la, la, la, la, la, mimi nafuata alosema Ibnu Kathiri na Kurtubi na wengineo, yani bado yuko na huu ugonjwa ambao anatutajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika hii aya. Maanake huu ni ugonjwa na ni virus kali sana, kuanzia miaka elfu kumi na nne miaka el, elfu kumi na nne yani karne kumi na nne bado tuko ndani ya ugonjwa kama hunu, inna wajadna alaihi abaana, twafuata tulioyapata nayo mababa yetu. Mwenyezi Mungu kwenye aya asema, awalaukana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Mwenyezi Mungu anatwambia nyinyi mwasema kwamba mwawafuata mababa zenu na mababu zenu na alawalin na aswahabi, awalaukana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Kuna mambo walikuwa hawayafahamu. Mwenyezi Mungu anatwambia kuna mambo walikuwa hawayafahamu. Nyinyi mwayafahamu vipi? Nyinyi mwawategemea wao kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kwamba fikra ya mwanadamu inakuwa, sisi tuna ufahamu mkubwa wa kushinda wao, sisi fikra zetu zimepanuka kushinda wao. Kwa hivyo maneno haya Mwenyezi Mungu ndo anayosema, sio mimi, la awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Kwa hivyo turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu tusome kwa macho yetu na tufahamu kwa akili zetu ili tusimshirikishe Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakuliteremsha. Waila liqain akhar, bimashiatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu.